Kijana wa mchezaji nguli kabisa kutoka Ureno e bana Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo JR, ambaye pia amekuwa ni nyota ambaye anazidi kung'ara kila siku, ambapo inaitwa leo sasa hivi ameonekana kuweza kumpita urefu baba yake ambaye ni Cristiano Ronaldo. Na sasa watu wengi e bana, macho na masikio wapo wakiendelea kuona ni kwa namna gani ambavyo ataenda kuvunja rekodi ambazo baba yake ameweza kuziweka. Lakini pia baadhi ya tetesi zinaweza kusema zinasema kwamba e, kama ataweza kuonesha uwezo mkubwa katika mashindano makubwa katika huu mwaka ebana, huenda akawa katika kikosi kimoja na baba ake katika Kombe la Dunia la mwaka 2026 litakalochezwa Canada, Mexico na Marekani, kwani ndoto ya Ronaldo mwenyewe ni kuweza kucheza pamoja na mwanae kabla hata hajastaafu. So, e, watazamaji wengi sana ambao wamekuwa wakimfuatilia ebana, kijana huyu ambaye ni Cristiano Ronaldo JR amekuwa akifanya makubwa katika viwanja ambavyo baba yake ameweza kuvipita, lakini sasa hivi ni kwamba ameweza kum refu baba yake, lakini watu wakiwa wanategemea kwamba yeye ataweza kuyafanya makubwa kama vile ambavyo baba yake ameweza kuvifanya kupitia timu tofauti tofauti ambazo ameweza kuzichezea. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now bana, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye eneo ya comment hapo, usichoke subscribe. Kwa taarifa kadha kadha, chao chao.